Hapa kesho kutawaka Simba na Sterabosh moja katika viwanja bora South Africa. Maana yake hapa katika daba, iwe mvua iwe jua, kuwe baridi kuwe na joto, kesho ndio. Yeah. kesho asemaeleo m kikubwa ni kusimama kwenye dua na sala kuliko wewe na kitabu chako cha kuweka historia utengeneze, ili a mkuu, baadaye waje wasome babu yetu walikuwa natuwa namna gani wa kupambana ili na, na <laughs> <laughs> <laughs> wao kuna kitu waingize <laughs> kichwani <laughs> hapa kesho kutawaka Simba na Stellenbosch moja katika viwanja bora South Africa. Maana yake hapa katika daba, iwe mvua iwe jua, kuwe baridi kuwe na joto, kesho ndio kesho. Asema leo mu kikubwa ni kusimama kwenye dua na sala Sugu. Ukuliko wewe na kitabu chako cha kuweka historia, waje mkuu, baadaye waje wasome babu yetu walikuwa watu wa namna gani, walipambana, ili na wao kuna kitu waingize <inaudible> <inaudible> hapa kesho kutawaka Simba na Stellenbosch moja katika viwanja bora South Africa. Maana yake hapa katika daba, iwe mvua iwe jua, kuwe baridi kuwe na joto, kesho ndio kesho. Asemaeleo mu kikubwa ni kusimama kwenye dua na sala Sugu kuliko wewe. Na kitabu chako cha kuweka historia, kwa hiyo tutengeneze, ili baadaye waje wasome, mababu wetu walikuwa natuwa namna gani wa kupambana, ili na wao kuna kitu waingize kichwani hapa kesho kutawaka Simba na steraboshi moja katika viwanja bora south Africa. Maana yake hapa katika daba, iwe mvua iwe jua, kuwe baridi kuwe na joto, kesho ndio kesho. Asemaeleo mogo kikubwa ni kusimama kwenye dua na sala kuliko na kitabu chako cha kuweka historia baadaye, waje wasome mambo yetu, walikuwa watu wa namna gani wa kupambana, ili na wao kuna kitu waingize kichwani. Hapa kesho kutawaka Simba na Stellenbosch moja katika viwanja bora South Africa. Maana yake hapa katika Daba, iwe mvua iwe jua, kuwe baridi kuwe na joto, kesho ndio kesho asema leo, m kikubwa ni kusimama kwenye dua na sala. kuliko wewe na kitabu chako cha kuweka historia, tutengeneze ili waje mkuu, baadaye waje wasome babu yetu walikuwa natua namna gani? <laughs> wa kupambana ili na wao kuna kitu waingize. <laughs> hapa kesho kutawaka Simba na sterabosh moja katika viwanja bora South Africa. Maana yake hapa katika dava, iwe mvua iwe jua, kuwe baridi kuwe na joto, kesho ndio kesho. Asemaeleo m kikubwa ni kusimama kwenye dua na sala Kuliko e wewena na, kitabu chako cha historia ili kuwekatutengenezlia mkuu baadaye waje wasome mababu wetu walikuwa watu wa namna gani wa kupambana, ili na wao kuna kitu waingize kichwani.